Wewe tenda wema, utakaotenda, swali funga, toa sadaka, toa zaka, lakini ile pepo utakaopewa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, sio kwamba eti wewe umepewa kutokamana na yale matendo yako uliyoyafanya, bali ile ni zawadi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anakutunuku tu, ni zawadi tu. Tusomeni pamoja sura Tunaba mwisho kule, tunaisoma kila siku, si tunaisikia. Mwenyezi Mungu anasema, inna lilmuttaqina mafaza, inofuata hadaika wa kawaiba wa kaasan la yasmauna fiha lagwan wala kidhaba, hawatosikia upuuzi wote humo wala uongo wote. Kwa nini? Wamepewa haya yote tuliyoyataja wamepewa mafaza, wamepewa hivi, wamepewa hivi, wamepewa hivi. Mwenyezi Mungu anasema jazaa min rabbika ataan hisaba. Ataa maanake nini? Ni zawadi inayotoka kwa Mola wako, sio kama unastahili wewe hiyo pepo uliopewa, ni ataan. Zawadi tu unapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Lakini ukenda kwa watu wa motoni kwa yale ambao kwamba walioyafanya mpaka wakaingizwa motoni, Mwenyezi Mungu anasema vipi: inna jahannama kanat mirsada litaghina maaba ahkaba la bithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman waghasaka. Kwa nini wamepewa hayo? Jazaan wifaqa, yanaendana na matendo yao walioyafanya. Kule ni atiya, huku ni wifaqa